Twendeni tuwaeleze wananchi ukweli kwamba rais ni rais kwa mujibu wa katiba na kwa muda uliowekwa na katiba. Bunge ni bunge lilowekwa kwa mujibu wa katiba lenye muda wa uhai, na muda wake umeisha, lazima tuwapate wabunge wengine. Madiwani wapo kwa mujibu wa katiba kwa mujibu wa sheria, wana muda wao. Hatuwezi kucheza eti kwa sababu tunataka kukidhi kiu na matarajio ya watu ambao hawakujipanga vizuri na wakati fulani, cha ajabu kabisa watu walikuwa wanasema, rafiki yetu mmoja alikuwa anasema Chauma sijui nani plan B ya CCM, sijui nani plan B ya CCM. Ngoja niwaulizeni, hivi wale walio hama Chadema cha na walio hama Chadema kwenda Chauma walikuwa na CCM cha Chadema, kwenda Chauma walikuwa CCM? Lakini ni rahisi sana kuinyoshea kidole CCM, wakati ambapo unajua kabisa kwa uwazi kwamba kile chama Leo kimeenda kupewa nguvu na kundi lililotoka lilokuwa linamuunga mkono Mboe limehamia kule ambalo lilikuwa limtaki Tundulisu. Alafu watu hawasemi wala hawaandiki kwamba sasa chauma ni plani B ya, ch ya, ya, ya Chadema. Kwa reform wanaotaka mabadiliko walete mapendekezo tu, nafasi ya kuzungumza ipo, na Dr. Samia Suluhu Hassan amesema nafasi ya kuzungumza leteni hoja, tutazungumza sasa kuhusu swala la, unazungumziaje utekaji? Unajua, ngoja niwaambieni sasa, sijui nikizungumza. Kwanza, utekaji ni jambo la hovyo, lifanywe na mtu binafsi, lifanywe na kundi la watu, lifanywe na serikali, lifanywe na mtu yoyote yule, ni jambo la hovyo, ni jambo lisilozingatia misingi ya utu lakini lawama zinazoelekezwa sasa ni kana kwamba serikali ina kundi la watu ambao kazi yao ni kuteka. Hasa kama ungekuwa wanateka wale wanaokosoa, si nami mimi ningetekwa? Kama kuna mtu ameikosoa chama hiki, serikali hii, mimi ni moja kwa. Nataka kusema hivi. Hatukubaliani na utekaji wa mtu yoyote, lakini nadhani ni muhimu tukajua nani hao wanaofanya hivi. Nadhani kila mwananchi, ni rai yangu kwamba kila mwananchi aliye e, na habari kwamba kuna raia ametekwa na anamhisi kwamba aliyemteka an, anajua aliyemteka ni fulani, ni vizuri watu wawe na ujasiri. Unajua, shida yetu ni kwamba wakati mwingine tunakuwa waoga. Wakutoa kutaka kunyoshewa vidole wakati mwingine vitu hivi vina gharama. Gharama ya kutoa ushirikiano kwa vyombo ili huyo mhalifu aweze kupatikana. Lakini tukinyamaza tu, hivi kweli serikali itajua tu nani kamteka Sendeka kule porini Simanjiro, akitembea kwa sababu tu ametekwa kwenye eneo ambalo hala hamna kituo cha polisi, tutalaumu tu serikali kila mahali. Kwa mimi nasema vita vya utekaji lazima vipigye, vipigwe vita, tuvipige vita wote, Watanzania wote waungane kuvilaani, kuvipiga vita na kwa kweli kujiandaa kimkakati kuhakikisha kwamba watekaji hawawezi kupata nafasi katika nchi yetu, wawe wanatoka kwenye kundi lolote. Kitendo hiki ni cha hovyo, akiwezi kuvumiliwa na akistahili kuwepo katika nchi kama hii inayothabini misingi ya haki na utu.